Usimpige mwanao kwa kukojoa kitandani, kwa sababu mwanao kukojoa kitandani sio kwa hiari yake, bali ni kitu kipo nje ya uwezo wake. Zijue sababu ambazo zinapelekea mwanao kukojoa kitandani, kisha uweze kumsaidia aache kukojoa kitandani. Zipo sababu nyingi zenye kukusababisha mtoto akojoe kitandani. Miongoni mwa sababu hizo ni siheri Sihir inamtokea mwanao usiku. Inaweza ikamtokea mwanao akawa amesibiwa na jini ama uchawi, kipindi amelala akaweza kupata ndoto ambazo za matukio aliyofanya mchana na kuweza kufatiku kuendesha matukio hayo katika ndoto mpaka inafika mahali anakojoa na akakojoa kitandani. Hali hii moja kwa moja inakuwa sio mapenzi yake, bali ni kitu kinatokea bila yeye kujua. Katika kipindi kijacho tutaelezea jinsi ya kumtibu mwanao tatizo la sihir, na dalili zake za kuashiria ni sihir, jinsi ya kumtibu mwenyewe nyumbani pasi na daktari, ili uweze kumsaidia asiwe ni mwenye kukojoa kitandani. Sababu ya pili yenye kusababisha mtoto akojoe kitandani ni tatizo la homoni. Mwanadamu anapokuwa amelala, mwili wake unazalisha kwa wingi hormon, antidiuretic hormon, hormon ambayo inasaidia kupunguza kiwango cha mkojo kuzalishwa Hivyo basi homoni hii inapokuwa ipo chini ama ipo chache, mkojo unazalishwa kwa wingi na mtu anakuwa hawezi kujizuia, bali mkojo unajaa kwa wingi na kuhitaji akojoe. Kwa mtoto msukumo wake huu unakuwa ni mwingi na kumsababisha akojoe kitandani. Vile vile, sababu ya tatu yenye kusababisha kukojoa kitandani ni matatizo ya maambukizi ya bakteria kama UTI. Mwanao anapokuwa na matatizo ya, la maambukizi ya, ya UTI kutokea maambukizi hayo ya UTI ama bakteria hawa, akalete mvutano wa misuli kwenye kibofu cha mkojo na kusababisha mkojo kusukumwa kwa wingi ama kutaka kusukumwa ili kutoka na kusababisha mwanao akojoe kitandani. Hali hii itakupasa wewe umtibu tatizo la UTI, ndipo aache kukojoa kitandani. Sababu ya, ya, ya tatu ambayo, ya nne ambayo inaweza ikasababisha mwanao akojoe kitandani ni matatizo ya mfadhaiko, mwanao kuwa na mfadhaiko ama msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza kutokana na kwanza shule kwanza darasa la kwanza ama chekechea, kitendo kile cha kuhamishwa mazingira ya nyumbani na kwenda shuleni kinaweza kikamletea msongo wa mawazo na kuweza kukojoa kitandani. Na hali nyingine ni kama kuhama, mkahamia nyumba mpya, vile vile mtoto anaweza kukojoa kitandani kwa hali hiyo. Sababu nyingine ni kusababisha kutokana na msongo wa mawazo ni wazazi ama wenza kuweza kupigana ama kukumbana mbele ya watoto. Migogoro ya ndoa pia inasababisha watoto kupata mfadhaiko na kuweza kukojoa kitandani. Hali kama hizi inabidi uzifuatilie kisha jue ni vipi mtazidhibiti, ili zisiathiri watoto. Hali nyingine inaweza kumsababisha mtoto kukojoa kitandani ni kupigwa ama kutishwa, na huku pia kunamletea msongo wa mawazo, na hali hii pia inabidi idhibitiwe. Kama ni kupigwa, kuwe na sababu na kipigo kisiwe kikubwa, iwe ni kwa ajili ya kumrekebisha mtoto huyo. Hali ya sita yenye kusababisha mtoto kukojoa kitandani ni hali za kiafya hali za kiafya. Maradhi kama kisukari cha watoto kupelekea mtoto kukojoa kitandani mara kwa mara. Kushiba sana ama kuvimbirwa kupelekea pia mtoto kukojoa kitandani, na hali nyingine ni hali ya kukosa choo. Ikiwa choo kimerundikana katika rectum kinasababisha mkandamizo kwenye kibofu cha mkojo na kusababisha mtoto aweze kukojoa kitandani. Hali ya saba yenye kusababisha mtoto akojoe kitandani ni hali ya ukuaji wa mfumo wa mkojo. Ikiwa mtoto wako amechelewa mkuaji wa mfumo wa mkojo, ikawa mawasiliano kati ya ubongo na kibofu cha mkojo ubongo unashindwa kutuma ishara za kumwamsha mtoto pindi mkojo unapojaa kwenye kibofu cha mkojo. Hali hii hupelekea mtoto akakojoa, kwa sababu hajapata ishara ya kuamka kutoka usingizini ili akakojoe na inaweza ikatokea pia kibofu cha mkojo kikawa ni kidogo, kimekuwa ukuaji wake kimekuwa kidogo, akiwezi kuhimili kubeba mkojo mwingi. Hivyo basi mkojo unapofika kwenye kibofu cha mkojo kwa kiwango kidogo sana, moja kwa moja kinatoka kama kujikojolea kitandani, na hali hii pia mwanao hawezi kuidhibiti. Inakupasa ufuatilie hali hizi, kisha ujue nipi na umsibu mwanao. Je, kipindi mwanao anakojoa kitandani ni hali ipi ilikuwa na msibu na ulifanya nini ili kuweza kumsaidia asiweze kukojoa kitandani? Je, kutokana na hali hizi unaona sababu yoyote ya kusababisha wewe uweze kumchapa mwanao kwa sababu ya kukojoa kitandani? Wasiliana nasi Subira Tiba Asilia kwa namba 0758200163. Subira Tiba Asilia tunapatikana Dar es Salaam Kariakoo. Katika kipindi kijacho tutaelezea tiba ya kukojoa kitandani ya mtoto ambayo ni salama kabisa jinsi ya kumwezi kumsaidia mwanao aache kukojoa kitandani.